Karibu tena mtazamaji, tuendelee kujuzana, ambapo viongozi pamoja na baadhi ya wenyeji huko Tana River wamepinga mradi wa serikali wa ujenzi wa taasisi ya idara ya ujasusi katika eneo hilo la Masalani kwenye mpaka wa Tana River na Garissa. Wanasema kwamba hiyo ni njama ya serikali kwenye kwa ardhi ya wenyeji, wakikataa kata kata huko, akimtaka waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kutupilia mbali chapisho la gazeti rasmi la serikali ambalo liliidhinisha sehemu hiyo kuwa mali NIS. Kevin Mtai ana uketo wa taarifa hiyo. Utata unazidi kutokota Kaunti ya Tana River. Wanasiasa na wananchi wametokea kupinga mradi wa serikali eneo la Masalani. Wanasema hawakukubaliana na mradi huo wa kujenga taasisi ya mafunzo ya idara ya ujasusi wakidai hawakuhusishwa wala taratibu kufuatwa. Na serikali So, serikali isiwe chanzo au isiwe wao ni tatizo juu ya tatizo. Ikiwa serikali haiko tayari kutatua matatizo ya Tana River, sidhani watu wa Tana River wanaweza kuunga mkono serikali yake wanakerwa na hatua ya waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kuchapisha kiwango kikubwa cha ardhi eneo hilo kwenye gazeti rasmi la serikali, akiwazuilia wenyeji kuzuru eneo hilo. Wanataka kujua ukubwa wa ardhi hiyo, waathiriwa kulipwa fidia pamoja na jamii kuhusishwa, wakimtaka aliondoe chapisho hilo. Hatuwezi kukubali huyu Nurdin Haji pamoja na waziri wake waje wanyakue ardhi ya Tana River. Gavana hajui Seneta hajui, mbunge hajui, mca hajui. Hayo ni madharau ambayo kuwa ni ya hali ya juu. Tumemwambia waziri, kama amesikia, asikie; kama hajasikia, atuite tena atuulize vizuri, tumwambie hii ndio hali. Area hii ina wenyewe, na watu wanajua kwamba wanaoishi hapa ni akina nani. Ndivyo ambo sivyo tunataka community land manake community land haina process ndefu community land haina process ndefu sio kama adjudication. hatuwezi kubali ardhi yetu iende kiholela pia wanadai kuna njama fiche ya siasa za mwaka 2027 wakilaumu serikali kuu na baadhi ya viongozi kutoka kaunti jirani kwa kucheza karata za uchaguzi ujao mbona karata karata za kazi gani kama ni karata wanajua zitaleta utata kesho, mbona wakubali? Hayo ndio tunasema, hizo karata ndio hatutaki. Hii importation of people ndio inavuruga amani, maanake wale wakija wanatumia, watakwambia this is orders come from the upper authority. Upper authority ni hivi, na sote tuko katika serikali moja. Haya ni mambo ambayo yachekesha ya watu wawili wameshambuliwa na kukatwakatwa maeneo ya Mnazini na Sera, wakisema ni uhasama unaosababishwa na mzozo wa ardhi, wakisisitiza kuwasilisha ushahidi wao ikiwemo ramani kamili ya kaunti hiyo mahakamani. Kevin Mutai, NTV rekaunti Mombasa.